Kwa jina Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Bwana awe nanyi, ndugu zangu, leo tunaadhimisha sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme wa ulimwengu. Hii ndiyo Dominika ya mwisho katika mwaka wa kanisa, mwaka chaha, ili dominika inayokuja tuadhimishe dominika ya kwanza ya majilio, halafu tuanze mwaka mpya wa kanisa. Na dominika yetu ya leo ndio kilele cha mwaka wa kanisa, kwani mama kanisa anatufundisha kwamba Yesu Kristo ndio mfalme wa maisha hai yetu. Hakuna mwingine ambao ni wa kutegemea ama kutawala maisha hai yetu, na hii sherehe iliwekwa na Papa Pio wa kumi na moja mnamo mwaka wa elfu moja mia tisa ishirini na tano, miaka michache tu baada ya vita vya kwanza, na tunaona hii sherehe iliwekwa kwa sababu wakati huo huo wengi walikuwa na msukosuko, wakidhania kwamba ulimwengu natawala na wafalme hao. Wafalme ndio wako na nguvu, wanaweza kuwafanyia vitu vile vile wanavyotaka, wanaweza kuua watu, wanaweza kuwafunga na hivyo hivyo, watu wakaanza kuabudu hao wafalme husahau ya kwamba wakati huo ndio dunia ilikuwa inajiandaa kwa vita vya pili. Kwa hivyo wao, huyu Papa wa kumi Pio wa kumi na moja akataka kuwakumbusha wafalme ya kwamba licha ya kwamba wako na nguvu za dunia hii, wako na uwezo wa kumaliza watu, wako na uwezo wa kuua watu, lakini kuna mfalme ambaye anatutawala kuna yule mfalme ambaye alituumba akatukomboa, na hivyo ndani yake tunaishi na tuko na uhai wetu. Kwa hivyo akataka watafakari kuhusu ufalme wa bwana wetu Yesu Kristo, ambapo ufalme wake sio wa dunia hii, tuwe aweze kuwakumbusha kwamba kuna yule ambaye ni mkombozi, ni hakimu na hivyo hivyo ataweza kukomboa wa watu, mtazamo mpya maisha ndani ya Kristo, kwani kwake tunaishi. Ingawa watu walikuwa wanakosa amani na walikuwa wanadhulumiwa, lakini ujio wa Yesu Kristo ni wa mwanzo mpya katika utawala wake. Na hivyo hivyo, katika mwaka huu wa kitulujia basi, Mungu yupo na ni mfalme wa maisha yetu ni ukumbusho kwamba Yesu Kristo ndiye mfalme ambaye anatawala dunia. Ndiye yeye anatawala maisha yako, familia yako, ndoa yako, yale yote ambayo unayafanya. Kile ambacho unapaswa kujiuliza katika dominika hii ya leo, ambapo tunaadhimisha Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme, ni ni nani anatawala maisha yako? Unatawaliwa na malimwengu ama umpatia Yesu kristo nafasi akutawale katika maisha yako. Nguvu za ulimwengu zipo, lakini hakuna siku moja hizo nguvu zitaweza kushinda nguvu za Yesu Kristo. Na tunasema kwamba yeye ndiye mfalme wa ulimwengu, yeye ndiye mfalme wa maisha yetu. Na somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samweli sura ya tano aya ya kwanza hadi ya tatu. Tunaona Mfalme Daudi alifaulu kuunganisha makabila kumi na mawili ya Israeli yaliyotengana, lakini baadaye huu ufalme uliangushwa. Damu ya Yesu Kristo pekee yake inaunda upya hii taifa la Mungu. Ingawa wana wa Israeli walikuwa wanajiona kwamba wako na uwezo mwingi, walikuwa wako na mamlaka mengi, lakini tunawaambia kwamba Yesu ingawa walikuwa wanapelekwa kutumwani walikuwa saa zingine wanapigwa, wanakata tamaa, lakini Yesu Kristo anakuja alafu anakamilisha utawala wa wana wa Israeli katika taifa jipya la wabatizwa. Na sisi wenyewe tunakumbushwa kwamba licha ya yale maisha ambayo tunayaishi, ufalme wa ngiza upo, dhambi zipo, shida iko na mara nyingi inatutawala, kama vile tunavyosoma katika hiyo somo la kwanza, mfano wa jinsi wana wa Israeli walivyokuwa wanafanya. Lakini tunakumbushwa kwamba huyu Yesu Kristo analeta utawala ama analeta ufalme wa ushindi. Yeye anakuja katika maisha yetu, anatupigania katika maisha yetu. Je, ni nani ambaye anakupigania katika maisha yako? Ni vitu gani ambavyo wewe mwenyewe umeweza kusiangusha? Umeweza kuangusha utawala wa dhambi? Je, umeweza kuangusha utawala wa giza? Umeweza kuuangusha utawala wa ukumbishana? Je, umeweza kuangusha ule utawala ambao unawatenganisha katika ndoa ama katika maisha yako? Tunakumbushwa kwamba Yesu Kristo yupo, na huo ndio utawala ambao unapaswa kutawala katika maisha yetu, kwani yeye anatupigania katika kila hatua ya maisha yetu. Hakuna mwingine wa kutegemea ila Yesu Kristo tu katika maisha yetu. Na katika somo letu la pili, waraka mtume Paulo kwa Kolosai sura ya kwanza haya kumi na moja hadi ishirini tulikuwa ngizani na tukawa hadui wa Mungu, lakini Kristo aliyekuja Mungu kweli na mtu kweli ametuletea nuru akatuwezesha kushiriki utukufu wa Mungu na heri ya milele. Na hapo ndio tunajua kwamba Yesu Kristo ndio ule mfalme ambaye ameleta ufalme wake kwa kifo na ufufuko wake. Yeye amefufuka kutoka kwa wafu ili atufufue sisi ambao tulikuwa tumeangamizwa na dhambi, na ndani yake tuna ukombozi na hivyo hivyo kusamehewa dhambi zetu kwa mtu wa msalaba. Basi tuna mfalme anayetuokoa, tuna mfalme anayetupenda, tuna mfalme anayetusamehea. Kwa hivyo, Mungu huyu mfalme wa Yesu Kristo ni ufalme wa kututoa katika utawala wa giza na kutuweka huru. Ni ile hali, ule mfalme anayekuja katika maisha yetu kutuinua, kutubariki na kutuongoza katika maisha yetu. Je, unamfahamu huyu mfalme ili uweze kumtii katika maisha yako, ili uweze kumheshimu katika maisha yako, ili uweze kumpenda katika maisha yako? Yesu Kristo ndiyo mfalme ambaye amekuondoa, sio mfalme wa hali inayoonekana, lakini anakutakaza katika dhambi zako, mfalme anayekupenda katika maisha yako Mfalme anayekusamehea dhambi zako, mfalme anayekuponya dhambi ugonjwa wako, mfalme ambaye anakupatia watoto, anakupatia familia, anakufungulia kazi. Ni mfalme ambaye amekuja katika maisha yetu kwa kifo chake, ili na sisi tuweze kufanya uana. Kwa hivyo, kwa kifo chake tumeunganishwa na Mungu hivyo tumekuwa wana. Ni mfalme anayetushirikisha ufalme wake, kwa sababu sisi sio si wageni tena, sisi sio watumwa tena, lakini ndani yake tuna mwanga, ndani yake tu huru, ndani yake e, tumesamehewa na ndani yake tumefanywa watoto wa Mungu. Na katika Injili ya leo, ambayo ni mwinjili Luka, sura 23 aya 35 hadi arobaini na, ta, na, na, na, na tatu. Wayahudi hawakutaka kusadiki ya kuwa Yesu ni masia na mfalme, na hivyo hivyo, mmoja wa wale wevi ndiye haliweza kukiri ya kwamba kwa kweli Yesu Kristo alikuwa wa kipekee, na akaomba ili aweze kushirikishwa katika ufalme wa milele. Na sisi mara nyingi katika maisha hai yetu tunakuwa na ujeuri kama vile huyu mwivi alivyokuayo mwingine alimbali, alisema kwamba anaweza kujiokoa na aweze kuwaokoa. Mara nyingi tunakuwa na ujeuri katika maisha yetu, kwa sababu hatu tuko na nguvu zetu, uko na pesa, uko na mali, uko na elimu labda, uko na familia, uko na uko na marafiki, na unadhania kwamba nguvu za ulimwengu huu ndizo uko na nguvu zaidi kutika ufalme wa Mungu. Kwa sababu nguvu zako unakuta kwamba unaweza kufanya chochote unachokitaka na unaweza kuongea vile unavyotaka, lakini tunakumbusha ya kwamba alama za ufalme wa Mungu ni zile ambazo zinadhihirika katika maisha yetu kwa nehema za Mungu mwenyewe. Yesu Kristo ndiye huyu huyu ambaye anatusamehea, ndiye huyu huyu ambaye anatupigania, ndiye huyu huyu ambaye anatuponya, anatulisha anatuinua anatuboresha anatubarikia na kutuneemesha katika maisha yetu. Na unakuta wakati ambao tunatawaliwa na hisi pesa ama hisi mali, tunadhania kwamba tuko na uwezo, nguvu zetu, tuko mamlaka yetu, tunaweza kufanya kile ambacho tunakutaka, tunaweza kufanyia watu wengine vile unavyotaka, lakini tunakumbusha kwamba ile hali ya kumugudiwa Yesu Kristo katika maisha yako, ndiyo hiyo ambayo itakufanya uweze kuwa mwema. Basi mwone Yesu Kristo katika mti wa msalaba, mwone Yesu Kristo katika neno wake, mwone Yesu Kristo kama mfalme katika ile sala ambazo tunasiomba, mwone Yesu Kristo katika ndoa yako, ili uweze kumgundua katika yale yote ambayo unayafanya. Lakini swala ni hili: je, ni nani mfalme katika maisha yako? Wengi wetu katika nyumba unakuta kwamba wameweka pembe kama, kama ishara ya ufalme hata pia wanaweka kwa, zile picha ambazo hata sina mahana. Wewe kama Mkristo unapaswa kuwa na ishara ama alama ya kuonyesha ya kwamba Yesu Kristo ndio mfalme katika maisha yako. Weka msalaba wa Yesu Kristo, weka picha ya Yesu Kristo, kuwa na rozari, kuwa na Biblia, kuwa na maji visakramenti tofauti tofauti, ili iweze kuwa ishara ya ufalme wa Yesu katika maisha yako na sio tu ishara ya nje, lakini hiyo ishara iandamane na ile imani ambayo uko nayo ya kuweza kumwona Yesu Kristo ambaye ni mtawala katika maisha yako. Mwongope yeye, wache kuongopa vitu, wache kuongopa watu, lakini mwongope Yesu Kristo, na uweze kuwa kuaua mwaminifu kwake. Fanya Yesu Kristo awe mfalme wa maisha yako. Usifanye vitu viweze kuwa mfalme. Na ndio sababu tumekumbushwa katika uh, zaburi ya leo. Zaburi anatuambia kwamba nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kwa nini tunaenda ama kwa nini tunaenda kumsifu Yesu Kristo? Kwa sababu yeye ndiye mfalme wetu, yeye ndiye nguvu zetu, yeye ndiye tengemeo letu. Hakuna mfalme ambao tunamsubiria ila Yesu Kristo peke yake vyo ndugu zangu, leo tujiulize, je, ni nani ambaye ni mtawala ama ni mfalme katika maisha yetu? Ni nani anatupigania? Ni nani anatuponya? Ni nani anatupatia kazi? Ni nani ambaye anatulinda siku zote? Ni Yesu Kristo. Zimika ufalme wa Yesu Kristo katika maisha yako, na hivyo utaweza kushinda. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Ee Mungu mwenyezi wa milele umependa kufanya upya vitu vyote katika mwanao mpenzi, mfalme wa ulimwengu. Uwe radhi kuvijalia viumbe vyote vilivyokombolewa katika utumwani, vipate kutumikia katika fahari yako na kusifu bila mwisho. natomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. na Bwana awe nanyi na wambariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nawatakia sherehe njema. Simika Yesu Kristo aweze kuwa mfalme katika maisha yako. Msahau ku subscribe ku comment na kushare, ndio tukue pamoja katika Living Word Family. Asanteni. <mimu>